Na mtazamaji, umewadia sasa ule wakati wa kuingia ndani ya jukwaa la afya, na kama nilivyokudokezea tukianza Sema na Citizen ni kwamba leo hii tunaangazia tatizo la uvimbe kwenye ovari, yani ovarian cyst. kwenye studio ninaye daktari ambaye ni mtaalam wa afya ya uzazi, si mwingine bali ni Dr. Obiero Steven, karibu sana ndani ya studio zetu Sante, na mtaalam wetu wa lishe hapa Felix Ntongai hata tueleza mengi tu manake nimekuja ya kugundua kwamba lishe pia inahusiana kwa namna moja au nyingine na tatizo hili, ndio maana nikaamua nimlete hapa atuelimishe mengi tu. Karibuni sana ndani ya studio. Asante daktari, tutaanza na wewe maanake mara nyingi tukianza kuzungumzia tatizo, watu wa wanataka walielewe tatizo lile haswa ni nini, maanake kuna yule ambaye yuko nalo kwa hivi sasa, kuna yule mwingine ambaye analisikia tu, na kuna mwingine aliwahi kuwa nalo lakini hata hakujua. Kwa hivyo tukizungumzia ovarian cyst ama uvimbe katika ovari huwa ni mtu ameathirika na nini katika mwili wake? Naam, asante sana. Um, ovarian cyst eh, tunasema tu kwamba ni uvimbe uvimbe ambao una unaweza kuwa sana sana unakuaga na maji yamejaa, kwa hiyo uvimbe ni kama kisaka na huo uvimbe unaweza kuwa mahali kokote na ikiwa kwa ov ovary tunasema ovarian cyst. na ni shida ambayo ni inapata wamama wengi sana. Naam, pengine inatokana na nini? Kitu gani kinasababisha mpaka kukawa na uvimbe? Na uvimbe hii uko wapi? Umetueleza ni katika kizazi ama ni sehemu gani? Naam eh, nimesema kwamba hiyo ile ovarian cyst ni ile ambayo inapatikana kwa eh, ile uzazi ya ya kike inaitwa ovary kwa, mm -hmm. kwa lugha ya Kimombo na haswa sana inaletwa na mambo mingi sana eh, eh, kwa wakati mwingi, kwa sababu ya kupata hedhi, wakati unapojaribu kupata hedhi eh, yale mayai yanakwaga kwa mfuko mm -hmm. so eh, kwa ile hali ya kujaribu kutoa mayai wakati wa ovulation mm -hmm. unapata kwamba kuna zingine maji itaingia ndani, kuna zingine zitakosa ku kutoa maji na wakati mwingine kwa sababu mm -hmm. zina, zina, zina fuata instructions kutoka kwa hizi homoni za kike mm -hmm. E, so wakati mwingine kunaweza kuwa na imbalance ya homoni na vitu zingine pia zinaweza kuwa risk zinaleta. mm -hmm. Humu nchini pengine, tukiangalia takwimu zinaonyeshaje kuhusiana na tatizo hili? Naam, um, ovarian cyst ni common, ni kitu ambacho inafanyika sana sana, sana in, e, tunasema kwamba Um, in a lifetime at least utapata kwamba uh, one in, one in four or one in three women watakuwa na cyst at some point uh, in their life. mm -hmm. Uh, uh, na ni, ni kitu ambacho mosi inapatikana sama, wakati mwingine inapatikana wakati unafanya ile scan ya kawaida tu unapata na si ati imekupea tatizo, so it's very common mm. no. Na pengine mtu anapopata tatizo hili mm. Ama kabla tufike hapo katika hizo dalili mm. Uh, umetuambia ni wakati ambapo mtu ameanza kupata hedhi. Je, mm. Tatizo hili linaonekana tu kwa kina mama ama wanawake ambao wamefika umri wa kupata hedhi ama umri wa chini pia wanaweza kupata tatizo hili? No. Uh, uh, uh, uh, zile ovarian cyst kwamba ni zile ambayo inaweza fanyika wakati wote, hakuna ile age group. mm -hmm. Uh, kutoka mtoto hata ambaye ana mwaka mmoja mm. ama ambaye amezaliwa tu kuwa na cyst hadi wakati hadi mwisho so. Eh, lakini huwa tunasema kwamba kwa watu watu wadogo young, young women eh, huwa si kitu ambayo inafaa kukushtua mm. Lakini kwa wamama ambao wamepitisha, wamefika ile menopause, tunasema ni kitu ambayo lazima uangazie kabisa, na ni swala ambalo eh, huwa naliangazia sana kwa sababu mm, eh, utapata kwamba ile wakati ambapo hizi cyst zinakuwa kuna ile upata, utapata mwanamke ameogopa sana, anaona ni kama ni kitu ya kuogopa, lakini mm, ile wakati ambayo ni kitu mbaya unapata hajaogo hajaogopa, so huwa ina, inaleta mchanganyiko so nataka tu, tukae na watazamaji tuangalie kwamba mm, wakati gani ambapo unafaa ujue kwamba lazima uangalie na ufuatilie kabisa. Sasa dalili zake ni zipi? Mtu atajuaje kwamba ana uvimbe katika ovari? Maanake ovari ziko ndani huko hmm. kuna chochote mtu atahisi? Ama kuna pengine chochote mtu ataona mabadiliko yoyote ya maumbile katika mwili wake? Eh, kweli hizo eh, sist wakati mwingi hazitaonyesha kitu chochote na ndo maana tunasema eh, wakati ambapo utakuwa unafanya scan kwa sababu ya shida ingine ndio utanotice kwamba kuna, kuna uvimbe ama utaambiwa na ule daktari kwamba kuna uvimbe kidogo kwa, kwa ovari. Lakini napo, kama inaonyesha, kama inaonyesha dalili, ni kwamba wakati mwingi itaonyesha dalili kama uchungu sana sana, uchungu wa tumbo eh, eh, ambayo ni on and off, ama wakati mwingine ni ile wakati wa wakati wa hedhi unapata uchungu inaongezeka. Kitu kingine ni kama kufura tumbo. Eh, lakini wakati mwingi hizi dalili zinalingana kwamba, na zinalingana na hiyo cyst iko sehemu gani, kwa sababu hiyo varisati ni kitu ndogo, ni kubwa kidogo, so ina depend iko wapi, side gani, na pia inaangalia pia kulingana na, na kiwango saizi E, kwa sababu kama zile kubwa wakati mwingi zitakupea zitakupea, utasikia umefura tumbo mm -hmm. Na zitakuwa zinafinyilia viungo zingine za mwili kama mfuko ya mkojo, so utasikia unakojoa kojoa kila wakati mm -hmm. E, na pia inaweza kuwa kitu ingine, so hizo dalili pia inaweza kuwa kitu ingine, so inakwanga mzuri ukiwa na dalili kama hizo. One of it inaweza kuwa ni, ni hiyo cyst, but inaweza kuwa kitu kingine, so ni vizuri unaangalia daktari. Kwa hivyo tumesema kufura tumbo, naomba ms. tuzirudie tena maanake unajua, uh, tunapokuwa tunaangazia tatizo ms. tunataka tuangazie tatizo kwa upana Mkwe, na pia tutofautishe tuto, tuto, Uh, dalili hizi hmm. na maradhi mengine ambayo pengine huenda yakamkumba mtu hmm. ikiwa ni katika ovari ama njia yake ya uzazi. So tumesema hmm. kufura tumbo, eh, kufura tumbo alafu wakati mwingine unasikia koja, kwa sababu sasa kama ni kubwa itafinyilia vitu-vitu zingine, kama itafinyilia eh, ile sehemu ya choo, unasikia kila unataka kwenda choo hmm. ama wakati mwingine naweza fanya unashindwa kwenda choo. Basically, constipation. Hmm. Eh, alafu wakati mwingine kama ni kama ni ile uvimba ambayo iko active ama inatoa homoni hmm. inaweza leta shida zingine kama um, za hedhi maybe una, unapata unatoa hedhi mzito mm -hmm. ama hedhi yako inakuwa mrefu mm -hmm. ama inakuja within a very short time, kwa hivyo wale, yeah. wenye matatizo ya hedhi ambazo haziko sawa, inawezekana tatizo inaweza kuwa ni cyst, yes. Okay, sawa sawa, kuna mengi tu ambayo nataka niyajue kutoka kwako, lakini nije kwa Felix, mtaalam wa lishe. Haya, dalili tumeelezwa hapa na tumeelezwa ovarian cyst ni nini, inahusiana vipi na chakula tunachokula ama chakula, na mwanzo inahusiana vipi na chakula tunachokula? Ah, shukran Amadi. Um, kabla nieleze kuhusu lishe, ni vizuri niseme kwanza kuna mtaalam wa matibabu aliishi miaka za kitambo sana, hata daktari anamfahamu. Alikuwa anaitwa Hippocrates, alikuwa na msemo kwa Kizungu, ilikuwa inasema let food be the medicine or the medicine will be your food. Yani ina maana kwamba unaweza fanya lishe ikuwe matibabu kwako, ama ikuwe inakusaidia kutibu mwili, ama pia usipofanya hivyo, usipopea lishe hiyo cheo ama hiyo nafasi ya kukua matibabu kwa mwili wako. Pia utafanya sasa dawa ndo utakuwa ukimeza kama chakula. Hmm. Um, kwa sababu gani imetumia huo msemo? Jinsi miaka imesindi kwenda, tumeanza kugundua ya kwamba magonjwa zile zi tunaita lifestyle diseases ama chronic, uh, uh, magonjwa kama hizi tunaongea kuhusu mm -hmm. zimeanza kuchukua kiti cha kwanza ukilinganisha na zile magonjwa za zinaletwa kwa sababu ya maambukizi kama virusi labda tuseme kama bakteria kama fango. Kwa sasa hivi ukiingia hata hospitali mali nimetoka St Francis, utapata ya kwamba wagonjwa wengi wamelaza pale ni either wako na cyst kama yeye, wamekuja kuona uh, daktari labda juu ya upasuaji fulani hiyo. uh -huh. Uh, sasa ni wodi ya kina mama uh -huh. Ukienda labda kama ni hizi wodi zingine, utapata labda magonjwa zile zenye hatuongeleleli kuhusu uh, leo kama ugonjwa wa kisukari pressure, uh, cancer hizo na ni vizuri kusema ya kwamba rishe iko na nafasi kubwa sana ya kuweza kutusaidia kwa mfano ukiangalia daktari venye amesema kuhusu homoni homoni zetu za mwili mm -hmm. na sana sana za kina mama zenye daktari labda hajataja moja inaitwa estrogen Uh, hii ni homoni sana, sana sana, ukiangalia kwa utafiti sana inahusiana na hizo hedhi za kina mama, na ile inaitwa progesterone zinahusiana na sana na hiyo hedhi, na pia utapata ya kwamba pia hizi uvimbe kama hizo za ovary zinatokana na kukua ya kwamba hakuna regulation ya hizo homoni vizuri kwa mwili. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni kwamba ukiangalia homoni kwa mwili uh, material ama kitu chenye utengeneza homoni kama estrogen kwa mwili yetu ni mafuta Inamaanisha mwili ya binadamu ikikosa mafuta hauwezi kukua ama kuwezi exist homoni ya estrogen. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba uh, kukuwa na uzani mwingi kama uh, uh, mama Meaning, labda tukifanya zile vipimo za kuangalia kiwango cha mafuta kwa mwili, tukipata mafuta iko juu, inamaanisha kama wewe uko kwa adhari ama uh, uko kwa hatari ya kutengeneza homoni kiwango kubwa ya hiyo estrogen mm -hmm. Na hii ni kitu itakuweka kwa hatari ya kujipata, uko kwa hatari ya kupata huo uvimbe mm -hmm. um, tukiangalia pia mienendo na mitindo yetu ya lishe siku hizi unapata kwamba vitu mingi sana haidha mingi zinapikwa dhuru, kutumbukizwa kwa mafuta. Hata zile, hata zile chakula za kitambo kama labda viazi tamu, unapata siku hizi doma, unapata siku hizi watu pia lazima wazitumbukize kwa mafuta ndo wazikule inafanya. Mm -hmm. um, na hii nafanya kwanini nataja hili swala ni kwamba wakati unatumbukiza vyakula kwa mafuta, wakati unapika mm huwa -hmm. zinavuta mafuta mingi. Mm -hmm. Kwa hivyo wakati unakikula hicho chakula unapata kwamba mafuta inakuwa mingi kwa mwili wako ni vizuri kujiuliza hii mafuta pia inaendelea kuongeza hatari, na ndio sababu unapata labda, tukirudi kwa daktari atatuelezea. Uh, but kwa miaka kama kumi na mbili zenye nimewaka hapa Nairobi, nimeanza kugundua watoto, hata wenye wasichana wadogo wenye wameanza ku pata hedhi, unapata, wameanza hadi kupata hizo shida za cysts we, kitu yenye nikirudi miaka kama tano, mm -hmm, kumi, ha, ilikuwa labda hawa wenye wako kwa uzazi wenye wako active kwa uzazi ndio nilikuwa sana, sana naona hizo shida kumaanisha ya kwamba okay, ukiangalia watoto kitu cha kwanza ukifanya ile tunaita BMI, kupima kilo uzani wake na kupima urefu unapata kilo za, zao ziko juu mm, kwa sababu ya kiwango ya lishe kwa sababu ya zile chakula tunakula pia chakula za kizazi kipya siku hizi, ama zenye tunatumia siku hizi, zimesiagwa sana, ile tunaita processed. Ni vizuri tujue ya kwamba wakati unasiaga chakula sana, unapoteza madini, virutubisho na vitamini zenye ni muhimu sana kwa mwili wako, ndio mwili uweze kukua na afya bora na hata wakati wanasiaga hizi chakula unapata ya kwamba hata kama watajaribu kufanya kitu inaitwa fortification, ile kuongeza madini hizo, unaona wameandika iko na zinc mm, iko na magnesium, huenda uh, hawawezi ongeza kama zile Mungu ama hizi chakula wakati kinamea kwa shamba venyewe kiko na viwango za hizo madini ama hizo vitamini na homoni hizo za kujaribu kupima homoni kwa kina, uh, mama, unapata kuna hata watafiti wamepublish ya kwamba wakati m, uh, unapata mtu hata ako na hizo omon imbalance, kama unapata labda hedhi yake inakuja, uh, labda wakati ufai ama inakuja mara nyingi ama inakuja kwa muda kidogo sana mm. unapata ya kwamba kuna utafiti wamepublish ya kwamba ukiwapea vitamin D supplementation unapata hii inapunguza ama inafanya wanaanza kupata saiko zenye ziko kwa hali ya kawaida. Sawa sawa. Mm -hmm. Wacha turudi kwa daktari kidogo, manake kuna swala hapo umelizungumzia na pia daktari mwenyewe alisema. Mm -hmm. Uh, wale ambao wako katika hatari ya kupata ugonjwa huu ama ni kina nani ambao wanapata tatizo hili? Mm -hmm. Na amesema hata watoto wadogo pia wanaweza kupata. Hapa amezungumzia wasichana. Mm -hmm. Tuseme ni wasichana ambao wako shule wameanza sasa kupata hedhi na pia wanaonekana kuwa na hili tatizo je kuna wengine wanaweza kuwa wana hili tatizo la ovarian cyst na hawajui kweli kabisa? um, vile nilivyotaja awali ni kwamba hili tatizo la cyst, eh, kwa wakati mwingi halitaonyesha chochote mm-hmm. na wakati mwingi huwa inaonekana kwa mfano kama mimi, wakati ukifanya skani kwa hospitali yangu utapata wamama wengi wako na wako nazo, lakini utapata zile kulingana na ile size e, uh, utapata maybe na wapewa wasiwasi ama ingine wapewa si. Lakini mosi, wakati mwingi haina haina tatizo, na ikionyesha tatizo inakuaga wakati kwa wasi, kwa mama wadogo kwa watoto wadogo ama wasichana wadogo, ni kwamba hainanga hiyo kufura, kwa sababu haikui hai sio kubwa mm. Uh, so wakati mwingi kama maybe kama kwa mfano tendo la ndoa na mambo kama hiyo, wakati mwingine unaweza pata inaanza kuwa na uchungu mm -hmm. na vitu kama hizo mm -hmm. so ina depend pia na na ile miaka ambayo iko, lakini kwa wamama wazee ndio wanapatanga wakati mwingi na kuwa kubwa mm. na inaonyesha na kufura tu na kufura tumbo, lakini wakati mwingi haina chochote. Sasa sijui kama tutaweza mpiga um, picha wangu manake hapo mm. nyuma kuna picha mm. nadhani kumfahamisha tu mtazamaji pengine, daktari, ungekwenda ukatuonyesha ili mtu aweze kupata kuelewa zaidi mm. uvimbe huu tunaozungumzia uko katika kiwango gani ndani ya tumbo. Naomba uangalie kamera hivi daktari. mm. Mm -hmm. Nah. Nah. Yes. Mm -hmm. Sasa ikiwa hiyo ndiyo kizazi hicho, mm -hmm. Ovarian cyst iko wapi? Inafanya nini? Inaathiri nini? Na ni kitu gani huwa kinafanyika katika mwili mpaka kikafanya pengine mojawapo ya zile dalili, mtu akawa anapata hedhi nyingi kupita kiasi, na hedhi hii pengine inakuja na uchungu ama ni nyingi tu mm -hmm. Naam eh, so unapoangalia hii picha mm -hmm. hii, hiyo ni picha mzuri kabisa, imeelezea vizuri imeonyesha hiyo ovari ambayo ni hii hapa. Mm -hmm. Na kuna uvimbe, uvimbe, imeonyeshwa. Kuna zingine ziko ndani ya nyumba ya mama mm -hmm. Eh, sasa wakati, sasa leo tunaangazia sana zile uvimbe ambazo ziko kwa hii ovari. Mm -hmm. Kuna kwaga pia na uvimbe ambayo iko kwa nyumba ya mtoto, lakini hiyo ni ya siku nyingine, si kweli? mm -hmm. Eh, so, ukiangalia hizi wakati mwingi ni hata hizi zenye ziko juu sana sana ni zile ni zile uvimbe ambazo zinakuja kwa sababu ya Wana, wakati ambapo unapata hedhi kuna kuaga na zile mfuko zimefunika mayai mayai ya, mayai ya mama. So kila wakati kuna zile homoni ambazo huwa zinakuja eh, kila, eh, kila mwezi inaitwa kustimulate zinafanya zina zina zisaidie ndo ifungue mayai itoe mayai alafu mayai ingie kwa, kwa hii tube sasa iteremke. Mm -hmm. So wakati mwingine utapata kwamba kuna zile zitaguzwa ama zitahusishwa zita, zita na hiyo homoni lakini hazita inaitwa kumachua hazita haraipu na zipasuke so utapata zitafura tu na hazitatoa mayai. So basically tuna kwa, kwa lugha ya kimombo tunaita functional cyst e, eh, na wakati mwingine kuna zile sasa zinakuja kwa sababu ya eh, ile kuna kuna zile vitu ambazo ziko kwa nyumba ya mtoto zinaitwa endometrio endometriomas mm-hmm. Ni kama endometriosis ambazo ziko kwa ziko kwa hii ni pia it's one of the type of cyst. mm-hmm. Na hiyo ambayo hiyo inaweza kupea kupea uchungu wakati mwingi. mm -hmm. So, ile sista ambayo itafanya maybe upate na mzito ni zile ambazo zinatoa homoni. kwa sababu kuna zile ambazo zinatoa homo, homoni. Kuna kwanga na type mingi sana. So, mm -hmm. mm -hmm. So, so, wakati mwingi unapata ikikuwa kubwa sana. mm -hmm. Utapata imefurisha tumbo na kuna zingine za kwanga nyuma kidogo zimekalia zile inaitwa nerves, zitakupea uchungu. Na hiyo uchungu sometimes inaweza unaweza sikia, inaenda hadi kwa mguu. Mm-hmm. Eh, lakini alafu kuna zingine zitakuwa kubwa, zitafinyilia eh, nyumba ile mfuko ya mkojo, alafu unasikia kila wakati ukoja koja, so inakuwa ni kama ni UTI. So wakati mwingi ukipata zile dalili kama hizo, inaweza kuwa ni kitu kingine, inaweza kuwa hata ni fibroids inafanya una bleed, lakini pia inaweza kuwa cyst. Yes. Okay, sasa kama hapo tunavyoona, tunaona kwamba hiyo imefura. Inamaanisha kwamba uvimbe wake katika hali ya kawaida inaweza kufura kiasi kama hicho, maanake unaonekana ni uvimbe mkubwa. Upande huu mwingine kizazi kiko sawa, lakini hmm, na. Hmm. Na, e, wakati mwingi e, zile sister huwa hazikui kubwa sana hmm. E, huwa tunakuwa na wasiwasi ikikuwa imepita basically unasemanga 10 centimeters hmm. Kama ni above 10 cm hiyo ni hiyo ni kubwa, na wakati mwingi hiyo tuta, wakati mwingi huwa tunaenda kwa kutuo, kuzitoa hmm. Eh, lakini kama ni less than 10, between 5 na 10 tunajaribu ku observe tunafuatilia, na hiyo na ndo swala la maana kabisa, kwa sababu utapata mama wengine wengi sana wataambiwa wako na cyst alafu wanafaa wafuatiliwe, lakini sasa unapata hawatakuja hawata kufuatiliwa, okay. So unapochelewa kufuatiliwa unapata kwamba inaendelea kuongezeka ama ina, inaanza kuleta matatizo. Na wakati mwingine hizi cyst unaweza pata imebadilika, imekuwa imekuwa saratani. Ndio alikuwa so, nataka manake unajua, tukiona vitu kama hivi mm, vinatupatia taswira ya saratani no? Mm, pengine ni kiwango gani ambapo mtu awe na wasiwasi ama mm, akae na sist kwa muda gani? Pengine kuna ule ambaye anatibiwa zinarudi anatibiwa zinarudi, ikifika mm, kiwango gani awe na wasiwasi kwamba hili tatizo hivi sasa mm, linahitaji kuchukuliwa hatua za dharura, na hatua za dharura zenyewe za kuchukuliwa zitakuwa ni zipi? Naam. Mm. Hizi eh, iz, iz, uvimbe wakati mwingi eh, utapata kwamba si za, za kuleta wasiwasi wasi, mm. Sababu wakati mwingi zitakuwa tu ndogo, kuna zile zinakwanga ndogo kabisa ndogo, ndogo kabisa, na huwa zinaisha eh, wakati maybe between 1 to 3 cycles. Mm -hmm. After miezi mbili tatu huwa zinaisha na huwa tunapeana dawa fulani ya kusaidia kumeza, inakusaidia na inapunguza, lakini kama ni hiyo 5 cm to 10 huwa tunajaribu kufuatilia kila wakati na tunaona kama nini. Lakini wakati mwingi sana mm. Nimeona ni kwamba e, wamama ambao wamefikisha ile inaitwa menopause mm. Wameshaacha kukua na hedhi mm huwa -hmm. Tunakuwa makini sana kwa sababu mm. Zile sister ambazo zina, zao ndo wakati mwingi huwa zinabadilika zinakuwa zinakuwa saratani okay. So watu kama hao huwa tunawafuatilia sana na, na one of the best thing na huwa tunafanya sana, sana. Huwa tunafanya tunapimanga tuna damu tunaangalia zile homoni na vipimo zingine za kuangalia kama kuna cancer, lakini more importantly, eh, scan, eh, normally kwa hospitali yangu huwa nafanya hiyo scan. Na hiyo scan, eh, ni 3D ultrasound; mostly tunafanya ile ya huko chini inaitwa transvaginal. Hiyo wakati mwingi ndio huwa inaonyesha vizuri kabisa cyst na inaweza onyesha kiwango, ionyeshe nini iko ndani, hivyo hivyo wakati mwingi pia wakati unaona hizi cyst nyingi zinakuanga simple simple, ni ile tu iko na maji, lakini wakati mwingine utapata kuna ile nyingine ambayo iko na vitu zingine, tunaita complex, iko na solid component basically. mm -hmm. So hizo zenye ziko complex ndio huwa tunafuatilia kwa makini kabisa. mm -hmm. Na wakati mwingine hata tukienda kufanya operation tukizitoa, lazima tupeleke labs iangalie, kwa sababu hizo ndio huwa tuna, tunaona ni za muhimu sana sasa mara nyingi mtu akiwa na matatizo katika kizazi, katika nini, unapata pengine kuna umajimaji unatoka, kuna discharge inatoka je? mm -hmm. Mtu atakapokuwa na tatizo hili kuna ishara yoyote ambayo itatoka katika njia ya uzazi ambayo pengine itakuwa inaonyesha kwamba kuna tatizo katika kizazi chake ama katika ovaries hizi? Um, uvimbe wakati mwingi hazina ile dalili ya kutoa maji mm -hmm. E, wakati, lakini utapata kuna wakati inatoa inatoa damu na itatoa mm -hmm. damu itatoa tu damu wakati mwingi kama ina, ina, ina, ina, in, in, active inatoa homoni na hizo homoni wakati mwingi wa zinafanya kazi kwa nyumba ya mtoto. Sasa zikifanya kazi kwa nyumba ya mtoto hapo ndo utaona, utaona damu. Kwa hivyo damu yenyewe ni spotting ama damu nyingi inalingana na kiwango cha mm hiyo -hmm. mm hiyo sister -hmm. E, alafu pia wakati mwingine unaweza pata damu wakati iko hiyo mfuko yenyewe iko na damu tunaita hemorrhagic sister. Mm -hmm. Eh, but hiyo ni rare most of the time inakuwa kwa sababu ya nyumba ya mtoto yenyewe. Okay. Na... sawa sawa, mtazamaji, tunakwenda kwenye mapumziko mafupi ili tuweze kupata matangazo ya kibiashara upande wa pili, lakini tutarejea ili daktari pamoja na mtaalamu wetu wa lishe atueleze mengi tu kuhusiana na tatizo hili, maanake hapa naona Felix alikuwa ameanza kutuelezea kuhusiana na vitamin D kwamba ina uhusiano mkubwa na tatizo hili. Na vitamin D yenyewe hii tutaipata wapi? Manake tukisikia vitamin D sisi tunajua ni jua, ukaote jua upate vitamin D. Je, kwenye vyakula ni vyakula gani ambavyo tutakuwa tunapata vitamin D, itatusaidia katika maybe kutukinga ama kudhibiti tatizo hili ili lisiweze kuwa kubwa zaidi? Hayo yote ni baada ya muda usiokuwa mrefu. Makini.